nitaweka mm, tume ya maridhiano, tuangalie sababu za um, changamoto za kisiasa ndani yetu, tupatane na tuende vizuri. Lakini kwa hili lililotokea, tumeona tunde tume hii kwanza ifanye kazi yake, imalize. Mapendekezo yatakayotoka huku ndiyo tutakayokwenda kuwafanyia kazi kwenye tume ile ya maridhiano.